Muhammad, Muhammad, hali ya hewa yanipeleka niende kasi kidogo, lakini tunao upande wa dini, tunaye mwakilishi wa Mufti katika hadhara hii ambaye ni shekhe Shekh Shaban, shekhe wa mkoa wa Arusha na mjumbe wa baraza la ulama taifa, na tunaye shekhe Muhiddin Mkoyogole ambaye kwa sisi ambao tunamuona mara kwa mara ni, ni eneo la kusoma kwa kumtazama tu hali yake na tabia zake unawaidhika. Mwenyezi Mungu azidi kumtoalishia umri na kumpa kheri na baraka katika maisha yake. Sheikh Shabani Taarifa ilikuwa ni kwamba ni mgonjwa ukweli, lakini akasema hapana, lazima nifike. Tunaye Shekh Simba Kuta, mzee wetu, mwalimu wetu, shekhe wetu ambaye bila shaka Shekhe wetu shekhe Isa, ukiwataja wazee hao hisia ya yake inakwenda mbali sana. Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni wenzake wakiwa chini ya shekhe Muhammad ibn Ayub. <laughs> Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema shekhe wetu Shekhe Isa Baruti ambaye kafanya kazi kubwa sana, sisi twaijua na tunaikiri, lakini tunaye Shekhe Othman Hamis, kwa watu wa Hedaru hakuna haja ya, ya kumtambulisha ndio furaha yao, ndio raha yao, lakini pia ndio kero yao. Ni kero pale ambapo atakuwa wakisikia kwamba hajafika hadhara hii, ni furaha wakisikia yupo. Hakuna haja ya kusema yupo, kwa sababu kazi yake kubwa ilionekana kule kwenye kongamano. Shekhe Ali Mbwera tuliwahi kumpigia simu na jamaa ambao walikuwa na mzogoma sana, wakisema kama Shekhe Alimbwera hatahudhuria hadhara ya Daru mwakao, sisi hatuji, akasema nikauliza kwa nini? Wakasema falsafa zake tunazipenda. Uh, homa haipimwi Juani. Juani. <laughs> ni moja ya maneno yake ya dhahabu, homa haipimwi juani. Na leo, leo ndo kafanya balaa kubwa, balaa sio kama lile la tarehe ishirini na tisa. Hili ni balaa la he. Mungu atuepushie <hupi> <hupi> <Ha. hupi> lakini kaandamana na pacha wake Shekh Rajab ambao wote wametaharaj kule li Libya ni wasomi wazuri, ni furaha yetu, Mwenyezi Mungu atubarikie. Lakini yupo rafiki yangu Sheikh Muhammad Sulut, alivyovaa nikasema nitafurahi ukikaa karibu na na Sheikh Said Al-Hasan, kwa sababu ulivyovaa tunasoma ni mmoja katika wanafunzi we katika wengi, mmoja katika wengi wanafunzi wa Alhabibu Umar ibn Hafidh, ambaye kazi yake kubwa ni kusomesha masange Kondoa. Yupo hapa mashekhe wa wilaya, nitakuja kuwatambulisha baadaye. Wako wengi, lakini tutambue uwepo wa Dr. Hamis Mkanaji, mkuu wa wilaya ya Urambo, mtu makini na mtu mwenye mitazamo mikubwa, kama ikitumika itafaa sana taifa letu. Mungu akuzidishie. Saa tunaye Sibari, pia, pia. Yeah, yeah. Muhammad Musa mkuu wa wilaya Uyui, mkuu, karibu karibu. Mungu akubariki sana. Tunaye Dr. Suleman, Suleman, Suleman Serera naibu katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara alivyovaa alhamdulillah, utubaye unapewa Madina unasopa. <laughs> Mungu akubariki. <laughs> Yuko mrisho Saidi Mrisho, mkurugenzi msaidizi utawala, wizara ya ujenzi, karibu <laughs> Mungu akubarikie. Yuko mheshimiwa Rashid Shangazi, mwenyekiti wa wabunge, mm -hmm. Katibu wa wabunge, hebu tazama hilo jina. Katibu wa wabunge, ndio maana ah, Shekhe Muhammad yeah. Bakari kwa maneno yake anasema kila umuonaye muogope mheshimiwa, kwa sababu kama si mtu wa Mungu ni mtu wa serikali. <laughs> Tunaye mbunge wa Mkinga, Twaha Mwakioja Ftaha, Mungu azidi kughorofaishi. Na safu moja ya waheshimiwa hawa wamekaa na mtu makini, mtu muhimu, Tanzania yetu ikafanya kazi kubwa ya tahfidhi l-Qurani na pia kafanya kazi kubwa katika tasnia ya elimu, ndio ndio shule bin Jazar, ambaye ndo mkurugenzi wake, ni moja ya shule liliyozishangaa sana mimi, kama ninavyoishangaa shule ya Ar-Ridha, ambaye katibu wake ni ni Sheikh Rashid pale Al-Haji ni shule ambazo mtu anahifadhi juzuu 30 alafu anapata division 1 from 6 sijuu, anafanya fanyaje. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mungu akubarikieni sana, awazidishie na tahfidhul Quran. ni maarufu kwa Tanzania, hakuna asiyemjua Sheikh Othman Kaporo, tunaye hapa lakini la pia ndiye mkurugenzi wa mambo ya, ya, ya nje Bakwata taifa, shekhe. Hivi vyo vyote wanasema, mbona tu, simama kidogo, ndiye huyo na nadhani kesi imeisha. basi kwa utambulisho huu tutaendelea. Yule jamaa wa jana yule aliulani upepo wa Hedaru, umeona hali sema sema mambo yawe <laughs> kuna watu shekh, maiki inarudi kwa mkuu Shekh Samir.

Yuko mkurugenzi wa Taawa, karibu na kule mwamzi ko binani Zahra, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuko mkurugenzi wa kimataifa kutoka Uingereza, hajatibi Zahra. mimi ni mwenyekiti wa Afrika wa taawa lakini pia ni mjumbe wa mashauri kuu kwa kwata eola, Mheshimiwa Mufti na ni mshauri wa Mufti, asalamu alaykum wa rahmatullah. Yuko ada ada usba, asalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Baada ya wada, una una tabu wa hizi mruku mnazoziona ni ada. Na hapa ngoja kujaribu tu Hedaru theluthi ya ujuzi wake, taa hizi, spika nzuri hivi ni sasa. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shehe Mwera hajawahi kukosa, Shabani Mwera, hadhara hii, lakini upo uwakilishi wa wanafunzi wake amudarsieei

Nimekuona, nafahamu kusema kukusema hivyo tena, mwenzetu ni mwenzangu. Mungu akubariki sana, tumemaliza. Kila mmoja anajua, natamani mimi nikimtazama ni mtambulishi, lakini kuambie tu umeshatambulika na upo sema, nimepokea.